Tuelekee kaunti nambari 6 ambapo wanawake eneo bunge la Wundanyi huko Taita Taveta wameandamana kushinikiza serikali kuchukua hatua dhidi ya wahalifu wanaowanyemelea. Hii ni baada ya mwanafunzi wa gredi ya pili kunajisiwa na kisha kuuawa na mwili wake kutupwa ndani ya pipa la maji taka huko Werugha. Tunaungana na mwandishi wetu ili aweze kutupasha zaidi. Niko katika eneo bunge la Wundanyi katika kaunti hii ya Taita Taveta, ambapo makundi ya kijamii hasa wanawake wameweza kufanya maandamano ya amani kuweza kupinga dhuluma dhidi ya mtoto msichana, kisa cha hivi juzi, ikiwa ni mtoto wa gredi ya pili ambaye aliweza kubakwa hapa, wakitoa wito kwa idara ya usalama kuweza kuingilia kati, kuhakikisha kwamba hatua mwafaka zinachukuliwa dhidi ya wanaotekeleza visa hivyo. Tumelia sana na huyu mtoto, kwa sababu hiyo si kawaida, hiyo si kitendo ambacho kinaambatana na human rights. Ni against human, human, human rights. Watoto pia wako na haki zao, wamama wako na haki zao. Sisi tumekashif kabisa hicho kitendo, na tumefanya hii demonstration sote kwa pamoja, peaceful demonstration, kwa sababu ya kukataa hicho kitendo cha mauaji Waliposikia mara moja, walienda kwa, kwa, kwa mji pale kitendo kilitokea, na yule papeteta tayari ameshashikwa na akundani. kwa hivyo sisi tunaomba tu Mungu apatie jamii ile yake utulivu, na wale watoto ambao walikuwa wakicheza na Rose, Mungu ajaribu tu kuwapatia kusahau ili tuweze kuendelea na maisha, lakini sote tunaomba tujiunge tupinge na hicho kitendo. Kwanza mimi kwangu huwa kinanisikitisha na kinanifanya hata yani, yani nasikia vibaya na ndio maana nikabidi asubuhi nikarauka nikakuja hiji ili nije niungane na wenzangu, na kitu kinachoshangaza ni kwamba tangu tutoke hapo, sijui kama wanaume huwa hawasikii uchungu wa watoto, maanake nikiangalia sijaona wanaume wakifatana na wamama. So that means wanaume bado tuko nyuma. Kitu nitaomba ni wanaume wapate kuungana na kinamama, ili tupate kupigana na hili janga la hasa kwa watoto kudhulumiwa na tunasema, hii lazima, hii maneno yote ikome, ikome mambo mm ya uh, jinsia ama gender-based violence, tunasema tumekataa, mm, imekuwa juu namba zinaenda zikiongezeka ziki, ziki hapa Taita Taveta mm, lakini leo hapa nashukuru sauti ya, ya, ya wanawake mm, na wale washikadau wengine ambao wamefika siku ya leo ndio tuweze kuona kwamba haya maneno yataisha. Ndio kauli za wanawake hapa, wakitoa wito kwa bunge la kaunti kuhakikisha kwamba sheria iliyopitishwa kuhusu kupinga dhuluma mbalimbali inaanza kufanya kazi, kwani kufikia sasa visa hivyo vinazidi kuongezeka katika ngazi ya kaunti. Nikiripotia Runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Taita Taveta, mimi ni Julius Joho.